Tutashiriki huku tukipambana, tutapambana huku tukishiriki. Kwa uamuzi wa Halmashauri kuu ni kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 huku tukiendeleza mapambano ya kudai heshima na thamani ya kura ambayo imepotea. Na tumeeleza kote, kukubali heshima na thamani ya kura yetu ipotee ni kukubali kuwa watumwa kwenye taifa letu. Ukiwauliza wale wazee akina Abushiri bin Salim, akina Suleiman Mamba, akina Mkwawa, kwamba kwa nini walipigana mpaka wakauawa, hawatokuambia kwa sababu walikuwa wanataka barabara, ili wananchi wawe wanaamua nani awe kiongozi wa nchi yao. Haya yalikuwa ni maamuzi yaliyofanywa na halmashauri kuu na tulikuwa tunajua kwamba tusiposhiriki ACT Wazalendo, CCM itafurahi sana na itatumia mazingira hayo ya kutoshiriki kuendelea kuboresha ukandamizaji kama walivyofanya mwaka 2016 Zanzibar. Tukitoa hiyo fursa huku kwetu, watafanya hivyo tena. Lakini jambo la tatu kwetu, tulisema sababu kubwa ni tatu, kwanza Hatuko tayari kama chama kutoa nafasi ya kuifurahisha CCM ifanye inavyotaka, lakini pili ukisusa ukandamizaji unajiimarisha, ndio historia ya hapa nchini, historia ya CCM, historia ya mapambano kwenye mataifa yote. Ndio maana kwa mfano kama Uganda, nchi kama Uganda kila uchaguzi wanauawa zaidi ya watu mia mbili, lakini wapiganaji wa Uganda wananchi wa Uganda hawajaacha kushiriki uchaguzi. Leo bunge la Uganda asilimia sabini ni wapinzani. Ujio wa mwenyekiti wa ndugu mwenye makamu mwenyekiti umetutia moyo sisi kama watiania, kwa sababu kama unavyoangalia vuguvugu la siasa za Tanzania lilivyo ni hali ya kukatisha tamaa kwa kweli, kwa mambo yanayoendelea kwenye siasa zetu, lakini tumefurahi kwa ujio wake kwa sababu amekuja kututia moyo na amekuja kututhibitishia kwamba upinzani bado upo na upinzani bado una nguvu na kupitia hilo tumepata ujasiri wa kuweza kuendelea na mapambano. Kwa hivyo ni wananchi wachache sana ambao wana kiu ya kurudi eh, kujihusisha na masuala ya kura. Sasa, ziara hii ya, ya, ya makamu mwenyekiti Mheshimiwa Mchinjita inatupa amsho lakini zaidi sana kuna maneno ambayo tumekuwa tukiyatembelea ambayo tunasema mapambano ni ndani yake, wanasema hapa Tanga tuna msemo uondo wa ngoma ni lazima uwe ndani uicheze. Sisi si kama wale ambao wanapenda kususa. Narudia tena, kama nilivyosema katika interview zangu mbalimbali, sisi hatuna tabia ya kususa. Tanga hatuna asili ya kususa, tulianza kwa ajili ya kuweka historia hapa. Hichi kitovu cha wafanyakazi ni kitovu cha Uh, wenye nia na ni kitovu cha mabadiliko kama ambavyo walianza Nyerere kuja kuomba ushauri hapa, hivyo hivyo ndio kitovu hichi kitakachotumika katika kuleta mabadiliko kwa Mtanzania wa kweli na mwenye nia. Tunashindwa hata kutengeneza soko, ikifika If, kipindi cha mvua huwezi ukaamini ukiingia kwenye masoko yetu huwezi ukaamini kama haya masoko yanatumika kwa wananchi wanaonunua vyakula kwenda kula na hivyo vipindupindu ni mwenyewe tu Mungu anatulinda, lakini kwa uchafu ulioko Tanga tungekuwa sisi tunaongoza kwa kipindupindu. Sasa kwa matatizo lukuki ya Tanga ndio amenisukuma niende halmashauri nikatoe hoja na nisimamie hoja zangu ili Tanga ibadilike. Ah, ujio wa mwenyekiti wa makamu mwenyekiti umekuwa ni faraja kwa baadhi ya viongozi wa kata kwa sababu kikao kile kinahusisha watiania pamoja na mwenyekiti na katibu wa kila kata A, dhamira ya chama ni kushiriki uchaguzi. Mabadiliko hayaji kwa kususia uchaguzi. Halmashauri kuu ya chama chetu iliketi na ikaamua tushiriki uchaguzi, iwe mgumu iwe laini, lakini tushiriki.